Na mimi nafurahi kwamba wananchi wa Mwanza sasa wameanza ku- eh, kuona faida ya utalii, wameona faida ya kisiwa hiki. Mimi ombi langu kubwa ni kwamba tuendelee kukilinda. Kuna ujangili fulani hapa, uvuvi haramu, kuna wengine wanakuja tu kwa shughuli zingine ambazo hazistahili. Kwa hiyo tu tuwe, tu tuwe, tuwe tuwe tuwe na eh, wadau wa kulinda hifadhi hii. Kwa hiyo swala la kuweka wanyama wengi katika kisiwa kidogo haitakuwa jambo jema. Tunaweka wachache ambao wanaweza kuhudumiwa na wachache ni kivutio. Tunaweka wale adimu ambao watu wampenda kuona. Kwa hiyo simba wapo sasa, nimezungumzia habari ya sokwe. Tunafikiria namna kumrejesha sokwe hapa. E, alikuwa akifurahisha sana. Wengine tulikuwa katuo sio wahifadhi, lakini tulikuwa tunapita hapa kumuona sokwe unamwona na furaha akiona watu naye anacheza, akiona unakunywa bia naye anakuwa anakuomba bia eh? Kwa hiyo kwa, kwa ah, relative, wa, na, close relative. Eh, eh, close relative. Sasa hata watu wakujifunza watajifunza. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hatuna mpango wa kuweka wanyama wengi isipokuwa tutaleta wanyama tofauti tofauti wachache. Kwa sababu ya eneo lenyewe ni dogo. Ujenzi wa mradi wa mahema ni hatua kubwa iliyofikiwa na shirika uh, ya kuwafikia mahitaji ya wadau wa maendeleo ya utalii na kuwavutia wageni wengi wenye uhitaji wa maeneo tulivu na asili kutembelea hifadhi hii. Hifadhi imejipanga kuendelea kutangaza na kuhamasisha utalii uh, kupitia malazi haya, watalii, kupitia uh, watalii wa ndani na nje ya nchi. Uh, kutokana na uwepo wa aina hii ya maradhi.